Poyaga Production inawaletea filamu bora ya Kitanzania Fedheha iliyochezwa kwa kufuata maadili ya Kitanzania. Fedheha ni filamu inayosisimua iliyojumuisha mapenzi, usaliti katika ndoa, mauaji, dharau na malipizi. Fedheha ni filamu iliyochezwa na wasanii wenye vipaji Tanzania: Hypeman HK, Lus Komba, Cleopatra Mkono, Idris SD, Muhamed Sultan na wengine wengi. Fedheha ni fedheha kwelikweli kweli. Chukua nakala kala yako sasa. fedheha. Kumbukumbu kumbu ya marehemu baba yetu kipenzi mzee Francis f Komba. Francis Komba ni baba mzazi wa mwigizaji Lucy Komba. Mzee huyu alitabiri mapema Mwanale, kuwa mwanawe atakuja kuwa mwigizaji mzuri wa filamu Tanzania, lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa kuona nini mwanawe anakifanya kwa kile alichomtabilia. alifariki kabla ya kuona nini ambacho mwanaye anakifanya. Mungu alaze roho ya marehemu Francis Komba mahali pema peponi, amen. Inakuja jeje mbele, hey. Eh, Maino gani hapo? Ah, anakuja sasa hivi deo. Sasa hivi nakuja, nipe dakika tano tu, nipe dakika tano. Okay, okay, poa, poa, poa. Nini tena? Leo ameupata ah, matatizo boya bonde ndani hapo la jangwani pale. Ah, mm, pale sio pazuri, mimi cha nimwai dakika moja. Sawa basi, ingia, msalimie mmoja furu uende Trenzi.

limeingia umeniweka hapa mpaka giza limeingia. Unataka nifukuze kazi kabla sijapata nachokitaka? Mapenzi wewe, unafurahia mapenzi, wakati mi natafuta mapenzi usiku na mchana. Umenikera. Hebu niambie, mi sina taarifa na hiyo report. Nitaingia na mgugani pale nyumbani wakati mtu anajua mimi natokea kijijini, sijui kokote. Nimefuata ripoti ya ofisini, lakini yani hata sina raha na hiyo ripoti. Ikae nayo basi. Wewe kama ukidaiwa benki utaenda kulipa mwenyewe hela. Wewe bwana, hapa nyakupa umekopwa

Tekla mambo, asante. Hivi Tekla, kwa nini unanitesa? Nantesa, nimejaribu no, kusahau uso wako ndani ya macho yangu, nimeshindwa. Tekla, sikiliza Tekla, mimi ni mfanyabiashara mkubwa, sawa? Sishindwa kukutimizia mahitaji yote ambayo unahitaji za hii itakusaidia katika mambo yako. <tosimusia> Basi ongezea hizi hizi, laki mbili. Naongezea na hizi sawa. Chekla, nakupa hii kwa mapenzi yangu nandharau. Naomba basi nijibu, nijue niondoke hapa na tegemeo jipi atakwa, pokea naomba. <sighs> Ah, naenda Tatizo gani ndugu yangu? Hmm? Kazini huonekani. Kwenye simu hupatikani. Eh? Deo. Da. Na mu marafiki yangu. Pole sana rafiki yangu. Umeenda hospitali? Bora tu ugonjwa wenyewe ungekuwa kwa hospitali rafiki yangu. Ugonjwa wangu unaponishwa na mtu huyo, mmoja peke yake. Nani tena wewe? Tekla. Tekla. Yo. House girl? You can't be serious Deo, badala ya kuwaza pesa unawaza mwanamke tena, mwanamke mwenyewe house girl. Rafiki yangu kweli, hujui ya nini jinsi gani kwa yule mwanamke. Nampenda, niko tayari kuoa yule msichana. Sasa ninapata picha <laughs> kumbe wewe ndio unampendezesha yule mtoto wa kike Mi nashangaa eh, kwa nini kila siku anabadilisha vinguo vya ajabu ajabu nini nywele mara hivi eh? Kumbe wewe! Sasa ndo napata picha, kila shetani na mbuyu wake. Unajua yani, yule msichana sijawahi kumpa hata shilingi kumi yangu akaipokea. Unajua, sikiza nikwambie Deo, sawa. Yaani sio kama wewe ukiniambia kwamba mimi yule mwanamke ni wako wewe, unayemfanyia vitu vyote hivyo, mimi ndo nitakasirika au mimi sijui nitakwambia au nitamfukuza kazi wa. Ah, sawa, pesa za kwako na, na hayo ni maamuzi yako mwenyewe. Wewe ni mtu mzima bwana. Amigo, nimetoa laki mbili cash kwenye wallet yangu mimi, ulimempa yule msichana mkononi, katika ta laki mbili, kumi kumi, 20 zilikuwa nimezihesabu mwenyewe, nampa hivi kakataa. <laughs> Sana pata pia. Yule atakuwa lazima na viboyfriend viboyfriend nje pale pale mtaani nini, wanaingia ndani wanamuonga nini vipesa hivyo vitu vitu nini, ndio maana Tekla atakuwa ndani saa hizi au? Sijajua, lakini msubiri kwanza tuongee na huyo dogo. Ndugu yangu sio tuongee ongea alafu kumbe ni kwa sababu ndio maana nikakuleta huku pembeni. Ehe. Hivi, Tekla anatembea na uh -huh. Hey, nani bwana wewe? <laughs> Heshima siku hizi zinapungua, sindio? Nanakusanifu aya, basi bosi, ngoja niseme. Kusema kweli, hausigeli wako hajawahi kuingiza mwanaume ndani, na akitoka anakwenda supamaketi, dukani au saluni, na achelewi kurudi. Hazidishi hata saa moja nje ya nyumba hii. Na sio siku zote ambazo huwa anatoka. Ni mara moja moja. Na uhakika? Ndio bosi. Okay. Lakini bosi, Wewe sio ndio? <laughs> na mtuma supermarket, ili aondoke uingize ingizeiw mwenye vibastola <laughs>

na lembwa. Umenifuata hadi huko? Eh, nimekuja kusaidia kupika. Tekla. Nielewe. Katika maisha yangu sijawahi kumpigia magoti msichana yeyote, wewe ndio wa kwanza. Please, Tekla. Naomba nijaribu japo kwa mwezi mmoja, ukiona nafaa, naomba niwe uniajiri katika maisha yako, unipe ajira ya kudumu ndani ya moyo wako, ili niwe ni mumeo.

A hey, ndo mimi niliyokota. Hey, hey, utaniambia tu utakapokuwa, nitakuletea Okay, nisha pole baada ya Tekla, usinifiche kitu. Kuwa muwazi. Una boyfriend? Kuna Deo ameniambia kwamba anaomba uchumba kwako kwa lakini umemkatalia. Sipo kwa ajili ya Deo. Upo kwa ajili ya nani? kufanya kazi kusaidia ndugu zangu. Na hivyo vitu vya thamani eh, unatoa wapi? Unatoa wapi, mshahara naokupa wewe huwezi kuwa na vitu kama hivyo? Hiyo simu tu ulimbukize wewe, chini ya mto kwenye kibubu, miaka mitano ndio ulinunia simu. Na hivyo vinguo unavyobadilisha kila siku Hivi, bwana nonga elfu moja moja kwenye mitumba Ilala what? Ilala, unakujua Ilala? Ilala we eh? unakujua Ilala? Okay. lazima atakuwa na dili na majambazi na anapanga dili la kuja kuniibia hapana. Au kama si hivyo basi ni mpelelezi yuko hapa kwa ajili ya kunipeleleza, eh. Sasa hivi yani, sasa hivi navyozungumza, naomba uje na polisi. Kuna jambazi ndani kwangu, naomba uje na polisi ya, tafadhali, naomba uje na polisi. Subirini jamani, kuangalia mda mrefu, kama nakufananisha wewe. Utokee Nyegina? Ndio nakotokea kwa mzee Klaufasi. Oh, nakufahamu wewe. Utokee kwa mzee Malenge? Ndio. Angela enjo hey, Angel. we nani jina? Tekla ndiyo. <laughs> <laughs> Umekuja lini? Juzijuzi nimesikia huko kijijini, na mwezi mzima hapa oh. yeah. Denis, hebu mwachieni jamani eh, kwani msingizie mtoto atu jambazi jambazi? Ndiyo, Tekla kanipigia simu nichukue polisi kwamba nyumbani kuna jambazi. Denis, mimi jambazi? Yaani umenisumbua mimi kwa kumbavu wako huu. Eh? Twendeni. Angel. Angel. Angel. Tekla. Tekla. Naomba nisamehe. Nisamehe, nisamehe, nisamehe, Teka. Sawa, kuendelea na kazi kama kawaida. Sisi wafanya biashara tunaka tunaka, tuna mashaka sana na watu kama nyinyi wa, tafadhali, naomba am, naomba nisamehe teka. kazi kama kawaida. Nilikuwa na mashaka kidogo na wewe. Sisi wafanya biashara tunakuwaga tuna wasiwasi sana na vitu ambavyo hatuvifahamu. sawa sawa teko, basi naenda kaendelea na kazi kama kawaida. Mwenye hebu niambie, <coughs> kama kawaida yako nini? Mami, nimetoka kote kule, nimekuja hapa nikutoe outing na kukuta umenyewea, afu na niambia, kama kawaida yako kama kawaida yako nini? Hebu nishirikishe basi, niko kwa ajili yako mami. Meye amekuja na daikodi yake na mdogo wangu amefunza shule kwa ajili yaad